Right? Yes, ni wazi kwamba haipiti siku pasipo Donald Trump kutrendi mtandaoni kutokana na kauli zake au maamuzi ambayo ameyachukua. Sasa hili hapa jingine ambapo amejikuta katika tukio la kushangaza Ijumaa la siri baada ya maikrofoni ya mwandishi wa habari kumpiga usoni na begani kwa bahati mbaya. Tukio hilo limetokea wakati Trump alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha kijeshi cha Joint Base Andrews alipoguswa na maikrofoni hiyo Alionyesha mshangao kwa kuinua nyusi zake, lakini aliamua kupuuza swali muhimu kuhusu hali ya Gaza na badala yake alijikuta kwenye tukio la kugongwa na mic, akiitikia kwa mzaha. Trump alisema mwandishi aliyehusika na kosa hilo angegeuza tukio hilo kuwa habari kubwa, na kweli video ya tukio hilo tayari inaenea mitandaoni kwa kasi. Sasa haijulikani ni mwandishi gani aliyekuwa akishikilia maikrofoni hiyo, lakini Trump ambaye mara kwa mara amekuwa akikosoa vyombo vya habari katika muhula wake wa pili hakusita kuchombeza kuhusu tukio hilo uh.